Leo hotuba yangu mimi itabeba watu kuzirejesha amana, eh, adul amanati ila ahliha, kuzirejesha amana kwa watu wake, kuzirudisha zile amana tunazoaminiwa kwa watu wake. nhili jambo ni pana, kuna amana upande wa Allah, kuna amana upande wa viumbe na viumbe, kuna amana upande wa mtu na watoto wake

Uzuri uliyoje wa yale ambayo Allah nakuhusieni nayo, inna Allah li'imma ya'idhukum bi, uzuri uliyoje wa haya ambayo Allah nakuhusia. Ukiyatizama baina ya ubinadamu, yale maisha ya kibinadamu kwa kibinadamu, uzuri uliyoje, mtu kakupa amana ukamrejeshea, ukachukua kitu cha mtu umekiokota ukamrejeshea, lakini mkahukumiana kwa uadilifu. Mtu ndani ya moyo wake anaona ah nimehukumiwa lakini, ni kwa haki kabisa, hapa sijaonewa. Allah anasema uzuri ulioje wa haya mambo, inna Allaha kana samian basira. Allah anasema hakika Allah amekuwa ni mwenye kusikia, samia. Allah anasikia, anasikia vizuri vile mnavyokuwa mnakataa kuzirudisha amana za watu kwa watu wao. Ni msikivu Allah, lakini pia anasikia vizuri vile mnapokuwa mnapanga njama za kutofanya uadilifu katika kuhukumiana lakini pia basira, anayaona yale ambayo mnayafanya, anayaona, anaona ana namna mnavyofanya mipango ya kutuerejesha amana kwa watu na namna ya kupanga njama za kutoahukumia na watu kuhukumu kwa haki. Ibada Allah, aya hii imebeba ujumbe ambao ni mkubwa sana, lau tukikaa tukatafakari, basi wanadamu, huenda sisi tusingeli Allah anatuamisha turejeshe amana kwa watu wake, lakini hivi nikuulizeni, ivi ni kweli sisi hivi sasa Waislamu amana tunazirejesha kwa watu wake? yaani ya yani, saburi kwa wale unaowajua na wewe mwenyewe usijitoe ujiingize mwenyewe. Ivi ni kweli zile amana za watu tuzirejesha kwa watu wake? wewe hujakopa, wewe hakuna mtu anakudai miaka mitano wewe. miaka kumi mpaka maana mara nyingine wewe mfanya kitu huwa unasahau ila yule unayemfanyia hasahau. Wewe hakuna watu ambao watakopa mpaka leo umewasahau kama hujarejesha amana zao, na sio kwa uwezo, hauna uwezo nao lakini unalichukulia jambo wenyewe. Vijana leo wanasema jambo simple, ali jambo jepesi, simple, kiraisi tu fulani, unarahisisha. Wangapi wewe hujagewa maneno kwamba mpelekee fulani salamu hizi ukazikubali, umezipeleka wewe au ujui kama ni amana hiyo, mebebeshwa. E, msalimie fulani ukakubali, amana hiyo mebebeshwa, ulazima uende, bwana fulani anakusalimu, hukufikisha. Ni amana hiyo, na utaulizwa mbele ya Allah juu ya amana, kwa sababu ulikubali kuipokea. Wangapi wamekupa salamu hizo na usizifikishe? Wangapi ni wadhulumu dhulma mbali mbali, mazozijua. Allah anakuambia nyinyi waislamu zirudisheni amana kwa watu wake. Nikulizeni nini? Sio wa nyinyi Waislamu mnaokula mali za mayatima mayatima? Sio nyinyi? Yani Allah tabarak wa taala anatuamrisha katika Qurani eh, anasema au akitaja miongoni. Allah kitaja, kabla sijaenda kwenye amri, Allah anatunukulia habari katika Qurani, katika sura tumuddathir katika sura Mudathir, na Allah anataja habari za watu wa motoni na watu wa peponi watakavyokuwa wanazungumzishana. Watu wa peponi wanawauliza watu wa motoni, ma salaka kumfi saqar, ma salaka kumfi saqar, ni kitu gani hiki kilichokusababisheni mwingie katika moto wa Saqar? Watu tunaoona duniani tuko pamoja, la kwanza wanatangulia nalo alulamnakuminalmuswadini wanasema sisi hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Bwana, swala zetu si ile kwa ijumaa kwa ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani higi, kwa hili si hivi kwahivi siwaswalidi nhala na mnashukia. kwa nini msikiti umejaa huu? Ehe, wanaonekana hapa kwani ni wakazi wa wapi hapa? Ehe, swala ya mwanaume ni wapi hii? pia ni miongoni mwa amana, pia miongoni mwa amana. swala ya jamaa ni wapi? kipofu Leo sitazungumza kama navyozungumzaga mara nyingi, napitaga kwenye mada moja, lakini leo nitaingia ingia. Kipofu anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iko katika Sahihi Muslim, anaambia Rasulullah, mimi ni kipofu, lakini si kipofu tu, sina mtu wa kuniongoza njia kuja kutekeleza swala ya jamaa msikitini. Yule mwongozaji sina. Kipofu sitajua, anabidi awe na wa kuongoza njia akamwambia mimi sina yeye alikaitikia adhana lilekutwaji si msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, nenda uone swali nyumbani. Wakati anaondoka falamma adebawa, wakati anaondoka wa fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita, njoo njoo njoo, akaje, akamuuliza neno hili, hivi adhana unaisikia inapoadhiniwa na Bilali mwenye sauti kali ya kufika mbali. Sisi tushukuru hivi sasa tuna mkabia -so. tuna speaker hizo zinatoa anamwambia, je adhana unaisikia? Akamwambia rasulullah, ya akamwambia, basi jibu hiyo adhana, iitikie hiyo adhana, njoni msikini hata kama wewe ni kipofu na hauna wa wakukuongoza. Na hadithi kama hizi ndio wanapita baadhi ya wanazuoni kusema swala ya jamaa ni lazima ikiwa kipofu mwongozaji wake hana, lakini anaambiwa ni lazima ajaswali swala ya jamaa ehe. Wewe muislamu hapa sasa, tunarudi ni katika amana, utaulizwa wewe, wajua saa saba saa unayo, alafu uje msikitini, wa adul amanati ila ahliha. Kwa hiyo watu wa motoni na watu wa peponi, watu wa peponi wanawazungumzisha watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, kitu gani kimekuingizani katika watu wa saqar? Wanajibu la kwanza qalu, lam nakum min al musallin. Ah, la kwanza kabisa sisi bwana, hatukuwa ni wenye kuswali sisi. Tulikuwa ni wapiga porojo tu, vijiweni tu. Tukisikia adhana, nasema yeye Mwarabu huyo, mda wa mpira huo. Eh, anajua Mwarabu tayari kalia, wenyewe wanasema Mwarabu kalia. Sio unavyosema Mwarabu kashalia, mda mpira huo, tuwahi tukaone sisi mwanzo wa mwanzo. Sasa hao Mwarabu kalia ndio wanaulizwa huko, wanasema lam nakum min al musallin. Hatukuwa sisi kuswali, ni walamnakunuko wa la. Lakini sisi tulikuwa hatuwalishi chakula maskini. Elewa, hawa sio wasiokuwa wamedhulumu vitu vya maskini, a a, wameingia motoni kwa sababu walikuwa wanao uwezo. Na tunapotaja uwezo wa kisomo, mpaka wewe wewe wewe na magari, ukajiondoa katika hilo, kwani kuna uhakika wa kula asubuhi, mchana, jioni, unakula tu vizuri. Aha, huyo jirani yako mjane, ambaye anampatia ya kima Awe ya kumuita ukala, na sio hivyo kumchukulia unga kilo mbili. Sasa wanajibu wale, lam naku nut'imul miskin, hatakuwa sisi ni wenye kuwalisha maskini, sisi tukua tuwalishi. Ikawa ni sababu ya nini? Ya kuwapeleka waingie katika moto wa sako, waingie katika jahannam, wa na'udhu billahi min dhalika. Hawa sio siokuwa wamewadhulumu hawa walikuwa hawawalishi wala hawahudumii wenyewe, eh? wanasema Turudi sasa katika mafuhumu ni mukhalafa, tuligeuze jambo. Ikiwa huyu asiyewalisha anaingia jahannam, vipi wewe Muislamu unaidiriki kudhulumu mali ya yatima? Yani wajua huyu ni yatima, baba yake kaacha mali, umechaguliwa wewe usimamie urithi wa hao watu kwa misingi. Manake haya mambo ndio yapo hivi sasa, watu wanayapenda hayo. Sheria ya Kiislamu nipo inakuonyesha namna urithi na pabidi ugawiwe, lakini watu kwa kupenda mali nao pia akishakufa baba wanachukua wanaenda serikalini serikalini, ukienda wakukatazi, lakini usipokwenda hauulizwi. Na hii ni amana pia yani chukua hiyo, amekufa eh. Muislamu nyinyi mwakataa kuhukumiana katika mujibu wa dini yenu ilhali hamjakatazwa, mwaenda huko ili nyinyi wanawake mtapate mali nyingi, mtagewa hamsini kwa hamsini ili wewe waona, labda si una mtu wako navijariki pale, kwa mjibu wa Qur'ani, anachukua kiasi fulani kidogo, asema aa, hapa tusikubali, hapa tusikubali, twende wapi? Twende mahakamani. Ni amana hiyo umebebeshwa. Allah kashusha hukumu yake ihukumiwe, kwa hivyo wewe waenda pengine. Jua utakuja kuulizwa kunako amana hiyo. Turudi sasa, kwa hiyo watu wanayafanya hayo, sasa ndio wanaangalia Allah tabaraka wataala anatueleza kikiwa sasa hawa ambao hawakualisha wameingia motoni, vipi wewe unayechaguliwa mwislamu ndio washa kwenda tena huko sasa, wameenda mahakamani huko, wewe umechaguliwa usimamie zile mali, manake kuna kuandikwa, si msimamizi si yani wewe tena ndio kila kitu. Sasa nini mlobaki tena? Hamna amri katika mali hizo, ni mwafanya tu kwenda kutia saini kuva, lakini yeye sasa ndio usimamizi wa miradi wewe msimamizi wa mirathi, wewe watoa wa mali kadhaa, waweka upande wa kushoto, hii ni ya kwangu, hii hii. Jamani, watu wanalalama, ile nyumba ile ilikuwa ni ya baba kauza, utasikia kauza, msimamizi wa mirathi kabakisha moja. Ah, Waislamu i say, hebu kaa chini, msome dini yenu bana. Tatizo letu sisi, yani, hili ni jambo si yake, hatutaki kusoma hilo tu, na hatutaki kuisoma dini kwa wale wenye dini wenye dini ni masalafi as-salafiyun ahlu sunna wal jamaa, sio hao masufi, watu wa tarika hao sio. So hao watu ambao dini yao imekwenda nyimbo tu, asubuhi mchana nyimbo tu, ikiingia Ramadhani wao washughulika na nyimbo tu, wakati Mtume swalla Allah alayhi wasallam anashughulika na nini? Na Qur'an. Maswahaba wanabadilika wanashughulika na Qur'an, wao wanashughulika na nini? Eh, na anashidu islamia. Hawa sio sisi tunaowamaanisha, wanaowapeleka watoto wakafunzwa nyimbo, wakafunzwa sisi vitu gani? Vitu gani? ah Tunamaanisha kituo kama hiki hapa, mkaja mkapiga magoti hapa, kuna walimu wazuri wanafundisha. Utayajuaje hayo sasa? Kwa ndugu zangu waza imani, badilikeni nyinyi ambao mnakula mali za mayatima, yali fahamu jambo lako ni zito mbele ya Allah, yalipima mizani, huyo hajawalisha, so mali yao ni mali yake, anaingizwa jahanna. Wewe unaokula mali yao uko wapi?